takatifu Mungu wa majeshi, ukiti mahali pa juu palipoinuka, neema na fadhili zinawe. Bwana tupe kibali machoni pako. Asanteni sana ndugu zangu, tunafuatana nami daima siku zote kuhusiana na jumbe zetu hizi. Mungu awabariki sana sana, amina. Leo tuzungumze kwa ufupi tu ujumbe unaoitwa katika mfanano wa yeye. Huu ndio ujumbe wa leo. Nini maana ya mfanano wa yeye? Kila moja naposema mfanano, tunaelewa nini maana ya kufanana? Kufanana ni kumlingana mtu vile alivyo, akikuona wewe kama amemwona mtu mwingine, kumbe si wewe, lakini anafanana na wewe. Ngoja tuone nini maana yake, inasema hivi Biblia, vaa utu wako mpya ulioumbwa kuwa kama Mungu mtakatifu na wa na wa haki kweli kweli. Kumbe kumbe tunaposema kumfanana yeye, kumbe ni kuvaa utu upya, utu upya wa haki kweli kweli. Kumbe ukivaa utu upya na ukawa wa haki kweli kweli utamfanana yeye. Nani yeye? Ni Kristo. Andiko letu tutasoma Waefeso sura ya 4 na mstari wa 24. Katika Waefeso sura ya, ya tano na mstari wa kwanza. Sura hii ya nne na mstari wa ishirini na nne panasema vaa utu upya ambao wakumlingana Kristo, na Waefeso hiyo sura ya tano na mstari wa kwanza panasema tunaaswa, yaani kushauliwa kuwa fawafatirishaji wafatirishaji wafatirishaji. Wafatirishaji maana yake ni waigaji wa Mungu kama watoto watoto wake wapendwao. Ewa kufatiria au kuiga ni kufata kile ambacho, kwa mfano mzazi unatamani watoto wako wafate kile ambacho wewe unataka, na unatamani watoto wako wawe hivi, waenende hivi, wanapaswa kufuatilia au kuiga kile ambacho mzazi unachokitenda na wao wanakiona, ndivyo Mungu anavyomaanisha. Tuendelee, hili linawezekana kwa sababu tu, kwa sababu tuna uzima <coughs> sababu tuna uzima na asili yake ndani yetu. Kumbe haya yanawezekana, yanawezekana. Kwa nini? Kwa sababu tuna uzima ndani yetu, ndani yetu sisi kuna uzima. Uzima gani? Yaani anasema linawezekana kwa sababu tuna uzima na asili yake ndani yetu. Kumbe tuna uzima na asili yake, kumbe sisi kumwiga Kristo, kuenenda katika Kristo kama vile Mungu anavyotaka inawezekana kabisa. Kwa nini inawezekana? Anasema kwa sababu sisi tuna asili, tuna asili yake ndani yetu. Unaona kwamba sisi tuna asili yake ndani yetu. Anaendelea kusema hivyo, tunaweza kuzungumza kama kama yeye, kupenda kama yeye, na kutembea na kutembea katika utawala kamili na mamlaka mamlaka hapa duniani kama vile ambavyo Yesu alivyo enenda. Kwa maana kama yeye alivyo, ndivyo ndivyo tulivyo tulivyo sisi nasi hapa ulimwenguni. Andiko letu, barua ya kwanza ya Yohana sura ya tano na mstari wa kumi na saba. Kumbe inawezekana sisi yote haya kuenenda kama yeye, inawezekana sisi kupenda kutenda kama yeye, inawezekana kabisa. Ndio maana hata Yohana katika barua yake ya kwanza alieleza haya, utasoma sura ile ya nne. Eh, sura ile ya nne na mstari wa kumi na saba kwa kuzaliwa mara ya pili unakuwa umezaliwa kutokana na kutokana na Adamu wa pili, Yesu Kristo. Yesu Kristo uli uliumbwa katika namna yake, katika katika haki na utakatifu wa kweli. Kumbe haya yanawezekana. Yanawezekanaje? yanawezekana ya tu kwa kuzaliwa mara ya pili ili utembee katika njia ya Kristo lazima uzaliwe mara ya pili na haya tutayaona katika barua ya pili kwa Korinto sura ya tano na mstari wa kumi na saba unasemaje unasema hata imekuwa mtu akiwa ndani akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe amekuwa kiumbe kipya ndugu zangu ili tumfanane Kristo, tutembee njia za Kristo, tutende kama Kristo, lazima tuzaliwe kwa mara ya pili. Kuzaliwa kwa mara ya pili ni kuzaliwa katika Kristo kwa damu na maji yaliyotoka ubavuni mwa Kristo. Na hii kuzaliwa mara ya pili kwa sehemu kubwa inazungumza juu ya mabatizo au ubatizo wa kufanana kifo cha Kristo na kufuka kwake. Kwa hiyo usipozaliwa mara ya pili, kutembea katika njia za Mungu ni vigumu. Tuendelee. Kiumbe huyu mpya anazaliwa mpya katika sura na katika sura na Mungu. Umeona? kwamba anaposema anazaliwa upya, kumba si anazaliwa tu sura, kwamba anasema anazaliwa mpya katika sura na na Mungu. Kumbe unapozaliwa upya unakuwa na sura ya Mungu. Utasoma Kolosai sura ya tatu na mstari wa kumi panasema hivyo wewe ni mtu mpya mwenye asili mwenye asili ya Mungu. Hii ndiyo sababu unaweza, unaweza kum kumkopi Kristo. haijalishi ni kwa haijalishi ni kwa muda mrefu kiasi kiasi gani unamfundisha Unamfundisha nyani au sokwe mtu atende kama atende kama mwanadamu, kamwe haiwezi kuwa haiwezi kuwa mwanadamu kwa sababu hana asili hana asili ya mwanadamu. Haleluya, watu wa Mungu, kwamba mwanadamu anafundishika, mwanadamu anawelewa, mwanadamu anaakiri na sura kama ya Mungu. Ila sasa utembee katika njia ya Mungu lazima uzaliwe mara ya pili, na kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa katika ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho huu unatokana na mabatizo, katika ubatizo wa maji mengi, kuzama na kuibuka, hiki ni kifo cha Yesu. Kwa hiyo unaweza ukafundishika haya yote, unaweza ukatenda kama Mungu. Unapozaliwa mara ya pili, unakuwa na sura ya Mungu, unaweza ukatenda haya yote, lakini unaweza ukamfundisha nyani au soko awezi akabadilika kamwe kuwa mwanadamu kwa sababu hana asiri ya ubinadamu, lakini mwanadamu anafundishika. Manadamu tu utaamua kubadilika na kugeuka. Tutazungumza kipindi kijacho kuuchana na ubatizo. Leo tunazungumza katika kumfanana yeye, katika kumfanana yeye. Atasema huwa mwanadamu, huwa mwanadamu, unatakiwa kuzaliwa kama mwanadamu, kuzaliwa kama mwanadamu mana, kama yani kwa namna hiyo wewe mwanadamu unazaliwa unatakiwa kuzaliwa kama mwanadamu hivyo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, usipozaliwa kwa mara ya pili, unaweza ukatenda membo mema mengi, unaweza ukalisha maskini, unaweza ukatoa mali zako, lakini usipozaliwa mara ya pili, kamwe hutaweza kumfanana Kristo. Tumepewa mfano, wale wanaotembea katika Kristo ni wale waliozaliwa katika Kristo na wenye sura ya Mungu. Unaweza ukatenda kupenda kuiga mambo yale ya Mungu, yanawezekana kabisa. Ndio maana anasema mwanadamu akishachukua sura ya Mungu anafundishika, lakini uwezi kumfananisha na nyani au sokwe. Uwezi ukamfundisha nyani au sokwe atende kama mwanadamu, kamwe haitatokea, kwa sababu sokwe au nyani hana asili ya mwanadamu. Angekuwa na asili ya mwanadamu angifundishika lakini kwa kuwa sokwe ana asili ya kimwanadamu au nyani ana asili ya kimwanadamu, ukamfundisha kuwa kama mwanadamu, kamwe hawezi kuwa mwanadamu. Na ili uenende kama Kristo anavyotaka, kama Mungu anavyotaka sisi, lazima tuzaliwe mara ya pili, na kuzaliwa kwa mara ya pili ni kwa maji na Roho. Haleluya, watu wa Mungu na wenye kuta, wenye ushindi mkubwa katika Kristo ni wale wanaotembea katika Roho na wale wanaotembea katika roho ni wale tu waliomkubali Kristo na kuvaa chapa za Kristo. Unaweza ukaona Yesu anasema kwamba yeye ametuachia sisi mamlaka, mamlaka ya kueneza injili na kukemea mapepo hmm. La, lakini hili linawezekana tu kama utazaliwa mara pili. Ukitaka kudhibitisha hili, angalia Matendo sura ya tisa na mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na sita wale wana wa skewa Walikemea pepo kwa jina la Yesu yule wa Paulo. Wale mapepo wakasema, Kristo anayemhubiri Paulo tunamjua, na Yesu tunamjua, nyinyi ni Yesu gani mnaosema? Akawarukia watu wawili, akawaweza, wale wanaosikia wakakimbia, waka kutoka ndani wakiwa uchi wanyama. Kwa sababu gani? Walikuwa hawana mamlaka hiyo na hawana mamlaka hiyo kwa sababu hawakuzaliwa mara ya pili katika ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho kuwa na chapa za Kristo na sura ya Mungu. Watu wangu, watu wa Mungu, Mungu awabarikisha Nina mengi ya kuzungumza nanyi, lakini kwa kuwa tu bando lenyewe linakuwa shida shida, lakini lingekuwa na bando la kueleweka. Lakini tunamwamini Mungu ataleta bando na tutafanya kazi kwa upana zaidi, ila iko siku moja tutakutana tuzungumze live tukiwa tunatazamana hivi, na tutaelewana kwa upana zaidi. Na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Sasa mzingatie mambo ya fatayi. Kwanza kubali kumpokea Kristo kwa mwokozi na bwana wa maisha yako. Pili kubali ubatizo wa maji mengi. Ukishafanya hivyo utaenenda kama Kristo utafanya kama Kristo na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Msiache kufuatilia YouTube, subscribe ati Mhubiri Mngoni TikTok hiyo hiyo. Na Mungu atawabarikishana. Nina mengi ya kuzungumza. Haya masomo ni mazuri sana. Hizi jumbe ni nzuri sana. Zinatamani wewe utembee katika ulimwengu wa Roho kumfanani Mungu na chapa zake. Tuombe. Takatifu Mungu wa majeshi, kete mahali pa juu, rehema na fadhili zina wewe. Mungu wa mbinguni wape kibali watu wanaosikia jumbe hizi. Maana ni rehema tu zinatufanya sisi tusikie jumbe hizi. Wako wengi Baba, nasema asante. Ni wengi ambao wanaraiki kuona kwamba wananitia moyo na kuona kwamba wanazipenda na zinawabariki Baba. Aendelee kuwafunulia na wengine na wengine angalizo. Ninyi mnasikia hizi jumbe washirikishe na wengine. Asante Baba, mbariki ataka mderaai wangu, ntie nguvu siku zote, niwe naye nitende kazi sana mapenzi yako, tunaomba, nakushukuru. Kila mwenye pumzi aseme amen, amen.